Na mambo yapo kwa wastahili, hiyo hapa uwanja wa Amani Complex, visiwa ni Zanzibar nayotazama, na mashabiki kutoka kona mbalimbali wamejitokeza kwenye uwanja huu nje kabisa, wakiwa ni mapema kabla ya mechi kuanza. Mechi ni saa kumi kamili, na a wanaofanya ni mashabiki kutoka Kongo, wametoka ka maeneo mbali kabisa kwa ajili ya kuifuata Simba, wakiamini Simba itafuzu na itabeba kombe hili la shirikisho barani Afrika, wakiwa ugenini, ikiwa nyumbani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo uh, mataifa mbalimbali yamekusanyika, yamejitokeza kuhakikisha kwamba yanashuhudia mchezo huu mkubwa kabisa wa kihistoria kwa Simba na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunashuhudia na kuona mtukio wa watu na jinsi ambavyo mambo yanaendelea kwenye uwanja huu. Kumbuka ni mwanzo tu, okay, mapema lakini, katika kona nyingine, upande wa pili hapa, mashabiki wa Simba ni wengi, wamekusanyana kama hivyo wanavyowatazama, wamekaa, wanasubiri utaratibu wa kuingia uwanjani. Kumbuka bado ni mapema, kwa hiyo muda wowote wataanza kuingia uwanjani, wakisubiri utaratibu ili waanze kuingia moja kwa moja kwenye dimba hili. Shangwe ni kubwa kuliko kweli, shangwe ni kubwa kuliko kweli. Unapotazama hapo watu wamejitokeza kwa wingi na kubwa wake, vingora vinapigwa, vuvuzela hivyo. a kutufuatilia tuko pamoja k mali mbalimbali, mambo yanayotokea hapa nje ya uwanja huu wa Benja wa Amani Complex. Mbona mtazamaji, tunazoea kwa sababu mechi, mchezo wa Benja ya ya finali finali, hayo mambo ya, finali, mambo ya, ya kutosha.